Hazrat Amajan radhiallahu anha anisema, nilipoolewa na Masihi Aliyeahidiwa alaihi salam, niliambiwa kuwa yeye anapendelea kula wali uliopikwa kwenye sukari guru. Hivyo siku kadhaa baada ya ndoa nikaamua kumwandalia chakula hicho. Nikaanza kupika, lakini isiyo bahati niliweka sukari guru nyingi, wali ule ukawa kana kwamba umepikwa kwenye sharubati ya miwa na ukagandamana mithili ya bokoboko boko. Muda wa chakula ulikaribia na sikuwa na namna nyingine ya kufanya. Punde si punde, Huzur akaja na kugundua ya kuwa mimi nimehuzunika kiasi kwamba nilikaribia kulia na kutiririsha machozi. Hapo Hazrat Masihi Aliyeahidiwa alaihi ssalam akatabasamu na kuuliza na kuniuliza je, unajisikia vibaya kwa sababu wali haukupikika vyema? Hamna, wali huu umepikwa vizuri mno, sawa na vile ninavyopendelea mimi. Mimi ninapenda wali mtamu uliopikwa kwenye sukari guru nyingi, huu ni mzuri sana. Kisha akala kwa furaha. Huzur akazungumza mengi yaliyochangamsha moyo wangu, hata moyo wangu ukajawa na furaha.